Kwa wale mnaohitaji oda vitanda, vitanda vipi? Vitanda bei nafuu kabisa, hicho nimekiona, mia mbili sabini mia mbili sabini Kitanda safi kabisa hiki hapa, kitanda safi, kitanda safi, kitanda kizuri eh. Sio tuchagui sehemu sehemu, popote tunakula tu sisi eh, sio kama una kazi ndio usifanye kazi no? Eh, kama mnavyokiona hicho kitanda kizuri kabisa eh, Check chuma hiki hapo, chuma hiki hapo, mia mbili sabini. Unatokaje? Yes, kupata hapa kitanda cha mbao cha hivi, hii mbao, jamani, so bedi sofa la so nini, mbao e, ni ubunifu tu wa mafundi wetu na ubora wao, mia mbili sabini, mia mbili sabini. Labda wewe uongezea tu hapo, mia mbili sabini hiki hapo, iki hapo, kitanda. Chukua namba hapo chini Nimekuandikia hapo namba, kupata kutoa oda hiki kitanda popote ulipo ndani ya Dar es Salaam, Dar es Salaam eh, nakipata, unaletewa hadi ulipo. Piga simu, kitanda hiki hapo. Kitanda kiko juu, yani kitanda hiki, godoro unaweka hapo godoro lako, hadi unasema mwenyewe, kweli hiki hapo, kweli hiki hapo. Mshindo nyie, kitanda hicho, kitanda hicho hicho hicho hapo hapo, kitanda hicho, kitanda hapo aleo hapo eh, mia mbili sabini unachukua kitanda chako safi unaondoka. mia mbili sabini unachukua kitanda chako safi unaondoka. Asanteni sana, karibuni sana, chukua namba iko hapo chini. Asante.